Wananchi hawahitaji siasa nyingi, wanahitajia maendeleo, wasiwe mateka wa kuingizwa katika siasa, na maana ya siasa ni kuingia katika mivutano bila kujali, kwa kutizama makundi tu. Wao watizame wanataka nini. Nchi yoyote ile inaendelea kwa vigezo muhimu sana ambavyo jamii yoyote ikitaka kuendelea inapitia katika vigezo hivyo. Sasa hivi ni wakati wa wananchi, badala ya kuendekeza siasa waendekeze maendeleo, kwa maana wahoji wagombea wa kuhusu mambo ya kimaendeleo yanayowahusu kwa mfano wataalamu wa maendeleo ya jamii wanazungumza empowerment uwezeshaji huko katika maeneo gani ni maeneo gani ambayo jamii ikipata itapata maendeleo endelevu sustainable development mwananchi akijua kwamba anahitajia nini yeye akawa anamhoji mgombea mgombea hatokuwa na budi ila awe na majibu, kwa sababu ile awareness ya mpiga kura itamfanya ajiandae kuwa na majibu sahihi. Tukiwa na vigezo vya vitu hivi tunavihitajia, kwa mfano elimu, elimu ni jambo la msingi sana kwa mwananchi, na nchi yoyote ile ikitaka kuendelea iwekeze katika elimu. Pili, mwananchi anashirikishwa vipi katika mabaraza ya kutoa maamuzi? Kweli kuna mwenyekiti wa mtaa wa kijiji, kuna serikali ndogo hii inaitwa local government, lakini wao wanashiriki nini katika mambo yanayowahusu kila siku? Pale hili wakilipigania maendeleo yatapatikana, kwamba kiongozi haamui bila kushirikisha wananchi. Pigania wewe kushiriki katika maamuzi ya barabara yako, maji yako na vyote vinavyokuzunguka, hata ulinzi wako katika eneo. Kwa hiyo kushiriki katika maamuzi katika mambo yanayokuhusu katika eneo lako hili lijadili sana. Kwa hivyo, kuna elimu, kuna hilo alafu uchumi. Fursa gani za kiuchumi ambazo unazipata kupitia kiongozi wako kupitia serikali, na huu uchumi unategemea jiografia ya eneo analoishi mtu, jiografia yake. Kama ni wafugaji, ufugaji utasaidiwa nini? Kama ni wakulima, kilimo kitasaidiwa nini? Kama ni wafanyabiashara, milango gani itafunguliwa ya kurahisisha biashara za wahusika.